Sasa tunaporudi kwenye bustani ya Getsemane, Yesu amemaliza tu kuomba kile tunachokiita sala kuu ya kuhani mkuu katika Yohana 17. Pia amekuwa akiomba peke yake bustanini, na baada ya kumaliza, Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba askari wako njiani kuja. Na kweli kabisa, Yuda anaonekana anakuja moja kwa moja na askari mia sita na wanaingia kwa kasi bustanini kumtambua na kumkamata Yesu. Sasa yesu anaposogea mbele na kuuliza swali, mnamtafuta nani? Hapa katika Yohana kumi na nane ne wakamjibu Yesu wa Nazareti, naye Yesu akawaambia, mimi ndiye. Tumeshaongea kuhusu hili kwamba kwa maana halisi ni mimi ndiye hilo lilikuwa jina kuu la Mungu Yehova alilolitoa zamani sana katika kitabu cha Kutoka kwa Musa kwenye kichaka kinachowaka moto. Miaka elfu moja na mia tano iliyopita, Musa alimuuliza Mungu, jina lako nani? Na jibu la Mungu lilikuwa mimi ndiye. Hivyo Yesu anatangaza waziwazi hapa kwamba yule aliyesema na Musa pale kwenye kichaka kinachowaka moto sasa amesimama mbele yao katika bustani ya Getsemane na mara tu Yesu aliposema mimi ndiye, mstari wa sita unasema wakarudi nyuma, wakaanguka chini. Niruhusu niseme tena wapendwa, Yesu ndiye anayeshikilia uongozi hapa. Hakuna anayemnyang'anya maisha yake, anachagua kuitoa. Hajifichi hapa bustanini, anajidhihirisha mwenyewe, hajikunyati. Yeye ndiye anayeshikilia uongozi na hebu ni kuambie, anawasaidia hawa askari waliokuwa na hofu kumkamata sasa. Baada ya wale waliokuja kumkamata kujinyanyua kutoka chini, hiki ndicho kinachofuata. Yesu anasema katika mstari wa nane, kama mnanitafuta mimi, basi waacheni hawa watu waende. Unaona, Yesu atahakikisha kwamba hakutakuwa na misalaba kumi na moja pale Golgotha, bali ni wake tu. Hakuna hata mmoja wa wanafunzi atakayekufa pamoja naye. Kwa kweli, Yohana anaonyesha katika mstari wa tisa kwamba hili ni utimilifu wa maneno ya Yesu kule Yohana saa 17 na madakika 12, kwamba watapona tukio hili, wote wataishi. Sasa Petro, ambaye amekuwa amesimama karibu akitazama yote haya, anaamua kwamba ni wakati wa kuchukua hatua kidogo kwa hiyo katika mstari wa kumi tunasoma basi, Simoni Petro akiwa na upanga aliutoa na kumpiga mtumishi wa kuhani mkuu na kumkata sikio lake la kulia. Mtumishi huyo aliitwa Malko. Sasa, ama Maliko alikuwa mwepesi wa kuinama au e eh, lengo la Petro halikuwa sahihi sana. Kwa njia mara nyingi tunazungumzia woga wa Petro baadaye kule uani. lakini hatuzungumzii sana ujasiri wa Petro hapa bustanini. Lakini lazima nikuambie, sina uhakika Petro alikuwa anafikiria nini hapa. Labda alidhani kwamba, unajua, kama angejipata kwenye matatizo makubwa, basi Yesu angeweza tu kuwaangusha wote chini tena. Sijui, labda labda Petro alikuwa anapiga upanga wake na, na anakata sikio la mtumishi na anafikiri anaweza kukimbia kwa kasi ya kutosha kuheba. Sasa jaribu tu kufikiria tukio hili: yule mtumishi anapigwa ghafla, anapiga kelele kwa maumivu, damu inamwagika kupitia vidole vyake anaposhikilia upande wa kichwa chake. Hakika askari wapatao mia sita wanachomoa panga zao mara moja na kumkaribia Petro, labda wakitaka kumua papo hapo. Sasa itakuwaje? Sasa ukirudi kwenye simulizi la Mathayo kuhusu kilichotokea hapa katika sura ya ishirini na sita, anatuambia kwenye mstari wa hamsini na mbili kwamba Yesu alisogea mbele mara moja na kumwamuru Petro, rudisha upanga wako mahali pake. Je, unadhani siwezi kumwomba Baba yangu na atatuma mara moja malaika zaidi ya majeshi kumi na mawili? Hiyo ni malaika elfu sabini na mbili kwa njia na niambie wapendwa, malaika elfu sabini na mbili wangeshuka kwa haraka kumwokoa muumba na bwana wao. Lakini Yesu yeye hataki kuokolewa hapa. Amefika duniani kwa kusudi hili hili, kufa na kuwa mkombozi wetu. Mwandishi mmoja aliandika, Petro alipigana na adui asiye sahihi, alitumia silaha isiyo sahihi, alikuwa na nia isiyo sahihi na alifikia matokeo yasiyo sahihi. Sasa simulizi zote nne za Injili zinatuambia kwamba Petro alikata sikio la mtumishi, lakini ni daktari Luka tu katika simulizi lake hapa sura ya ishirini na mbili mstari wa hamsini na moja anayeandika kwamba Yesu aligusa sikio lake na kumponya. Jina la nomino ambalo Luka anatumia hapa kwa sikio linamaanisha mahali pa sikio lake. Unaweza kutafsiri kwa ukakasi, Yesu aligusa pale palipokuwa sikio lake. Ndivyo Luka alivyoandika na nataka nilisisitize hili ili tusipuuze muujiza wa ajabu uliotokea hapa. Yesu hakutafuta chini kwenye mchanga na kuchukua lile sikio lililokatwa na kulirudisha. Hapana, aligusa upande wa kichwa cha mtu huyu na sikio jipya likatokea papo hapo mahali pale. Hii siyo, unajua, upasuaji wa kitabibu wa kurudisha kiungo. Huu ni muujiza wa uumbaji upya. Na ni muumba wetu tu Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuumba kitu kutoka kwenye utupu. Kwa hiyo, jaribu tu kufikiria jinsi tukio hilo lilivyokuwa la kushangaza. Pale chini sikio la Maliko lililokatwa bado lipo chini adhini, lakini ghafla anakuwa na sikio jipya kabisa la kulia. Zaidi ya hayo, hakuna tena damu, hakuna tena maumivu. Na lazima nisimame na nijiulize kwa kweli kuhusu maisha ya baadaye ya huyu mtumishi aitwaye Maliko. Yeye ni msaidizi wa hekalu. Najiuliza kama bosi wake kuhani mkuu alimkataza kabisa kuzungumzia jambo hili. Najiuliza kama alilazimishwa kukana kwamba jambo hilo lilitokea. Najiuliza kama alifukuzwa kazi. Hatujui lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Maliko hakuwahi kusahau tukio hili, usiku huu, mkutano huu, neema hii, muujiza huu kutoka kwa mkono wa seremala kutoka Galilaya ambaye kwa kweli alikuwa Bwana, muumba wa vitu vyote. Sasa anataka kuonyesha mtazamo wa ndani wa Yesu hapa katika Injili ya Yohana sura ya kumi na nane mstari wa kumi na moja. Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga wako kwenye ala yake. Je, nisinywe kikombe ambacho Baba amenipa? Tena kunywa kikombe, kama tulivyojifunza, kunamaanisha kupitia mateso ya ghadhabu ya Mungu. Yesu anazungumzia mateso yote anayotarajia kuyapitia, mateso ya kimwili ndiyo, lakini zaidi ya hapo, mateso ya kiroho anakuwa amezama kabisa katika dhambi za ulimwengu mzima anapokufa msalabani kwa ajili yako na yangu. Je, umewahi kufikiria kwamba Yesu aliweza kunywa kikombe hiki kwa sababu, kama mstari wa kumi na moja unavyotuambia, alijua kikombe hiki kimetoka kwa mkono wa baba yake? Alijua huu ulikuwa mpango wa Mungu utatu unaofanya kazi Najiuliza kama leo unaweza kuwa upo kwenye bonde la kina sana. Labda umesalitiwa, labda umekataliwa, labda unateseka kwa namna fulani sasa hivi. Usiogope, Baba yako wa mbinguni anajua kila kitu kuhusu mahali ulipo. Anajua kwa nini anajua kwa nini ameruhusu hili litokee kwenye maisha yako na anajua kilicho bora zaidi nasikiliza mpendwa kukubali kile ambacho mungu anakufunulia leo kwenye maisha yako kutaleta athari ya haraka ya ndani kabisa moyoni mwako na kwenye maisha yako yesu alitoa ahadi hii nyuma kwenye sura ya kumi na nne mstari wa ishirini na saba unaweza kukumbuka andiko hilo hi amani nawaachieni amani yangu nawapa Si kama ulimwengu utoavyo ndivyo mimi nawapa nini. Msifadhaike mioyo yenu wala msiogope. Sasa rudi kidogo na utazame tena ndani ya tukio hili la bustani. Kwa askari, kwa umati ni vurugu tupu. Kwa wanafunzi a, ni hofu kuu kabisa. Kwa Yesu a, usikose hilo. Kuna amani kamilifu. Najiuliza ni nini kinaelezea moyo wako leo? Vurugu, hofu, au amani. Unajua watu wengi leo wanafikiri kwamba ukiwa na amani wakati unajua kila mtu anayekuzunguka ana hofu, basi labda hujaelewa tatizo vizuri. Lakini hiyo si kweli kwa Wakristo. Tunaelewa matatizo, tunaelewa kwamba kumfuata Kristo hakuondoi ugumu pia tunajua kwamba amani yake inaweza kupatikana katikati ya dhoruba za maisha. Basi, ni kikombe gani Baba amekupa leo? Ni kitu gani amekiruhusu kiingie ghafla kwenye mzumbuko wa maisha yako bila kutarajia? Nilipokea barua kutoka kwa mwanamke mmoja hivi karibuni ambaye mume wake alimwacha Sio kwamba alimwacha kwa ajili ya mwanamke mwingine, bali kwa ajili ya mwanaume mwingine. Kitu kilichomuumiza zaidi ni kugundua kwamba usiku huo huo yule mwanaume mwingine alikuwa baba yake. Bila yeye kujua, jambo hili lilikuwa linaendelea kwa muda kati ya mume wake na baba yake, na hivyo basi, katika usiku mmoja tu, dunia yake ilivunjika kabisa aliniandikia kwenye barua yake kwamba ameanza kuhudhuria kanisani kwetu, na alikuwa anajifunza upya maana ya kumwamini Baba yake wa mbinguni, akijua kwamba hata pamoja na kikombe hiki cha mateso, Baba yake mkamilifu, Baba yake wa mbinguni hakuwa amemsahau. Bwana harusi wake, mume wake mkamilifu, kwa namna ya kusema, hakuwa amemwacha. Ni kuambie mpendwa, njia pekee utakayoweza kunywa kikombe hicho cha mateso ni kuelewa kwamba kimefika kwa ruhusa na mpango wa Baba yako wa mbinguni, ukiamini kwamba ana mpango kwa ajili ya maisha yako ya baadaye na kwa ajili ya mema yako, na mwishowe anakufinyanga uwe mfano wa Mwanawe, Mwokozi wako, mkombozi wako, na rafiki yako. Na baada ya miaka mia moja kutoka sasa, yeye ndiye atakayebaki kuwa wa muhimu pekee.